Mtazamaji, umewadia uh, sasa wakati wa kuingia ndani ya Jukwaa la Afya, na kama alivyokueleza ni kwamba hii leo tutakuwa tunaangazia magonjwa ya tumbo, matatizo ya tumbo ama ukipenda pia sema maradhi ya tumbo. Kuna magonjwa mengi tu ambayo yanaathiri tumbo, na ndio maana basi hii leo nimemtafuta daktari aje tuzungumze kwa kina, aweze kutufafanulia, tujue ni tatizo gani ambalo pengine linaweza kuwa linakusibu wewe, iwapo pengine utakuwa unahisi hali si ya kawaida katika tumbo. Na si mwingine ambaye niko naye ndani ya studio, bali ni afisa tabibu Ngechu Wamboi. Karibu sana daktari. Asante sana. Naam, uh, tukizungumzia tumbo. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Nacheka kwa sababu kuna mtindo ambapo mara nyingi utakuta mtoto ukimpatia chakula akiwa anakaribia kushiba ama hataki kula tena, atakwambia anaumwa na tumbo, naumwa na tumbo mm -hmm. Wakati mwingine unajaribu kujiuliza, ni kweli huu mtoto anaumwa na tumbo ama ni sababu ya kuwa hataki kula? Lakini hayo yote tutakuja baadaye wakati takapokuwa tumeenda katika uh, vile uh, viwango. Nataka nijue mnapokuwa um, hospitali watu wanapokuja kutafuta matibabu, pengine wenye maradhi ya tumbo, takwimu zao ziko namna gani? Asante uh, sana kwa huu mwaliko ndio tuweze kuyazungumzia kuhusu afya zetu, na huu ndio ule wakati mwafaka zaidi ya kuzungumzia haya maneno, kwani saizi watoto wako shule, wako nyumbani mm -hmm. Najua saizi wanatizama wakuwa nyumbani pale, wako likizo, na hii ndio likizo ambayo ni kubwa sana ama mrefu sana, ambapo wazazi wetu, na, na kama wewe ni mzazi uko pale, walimu hawangetaka kutupeleke wagonjwa shuleni mm -hmm. Tunataka Januari ikifika tuwapeleke students si patient patient. Hii ndio muda mzuri sana ambao likizo hii, wazazi wote wakubali, mtoto kama unajua akona shida tofauti. Mwingine ana shida ya tumbo, mwingine ana shida ya macho, mwingine mwana kichwa. Mahali popote, mtoto wako ana changamoto ya kiafya, hii ndio ule muda mzuri sana ya kuhakikisha kwamba tumefix hizo issue za kiafya, ndio Januari ikifika, walimu hawataki wagonjwa shuleni. Ni jambo ambalo tukiongea mambo ya taklimu ama numbers hmm. Wa, wanafunzi wengi tukianzia pale kwa wanafunzi na watoto, walimu wengi, kuna wakati wanga tunaenda zile seminars, unapata zile challenges ambazo walimu wanapitia mm -hmm. Ni kwamba wana watoto pale shuleni ambao huwezi kumtuma nyumbani kila wakati mm -hmm. juu ya shida za kiafya mm -hmm. na pia ule mtoto kusoma bado inakuwa ni changamoto mm -hmm. So kwa asilimia thelathini mm -hmm. ya, ya wanafunzi ambao wako shule mm -hmm. wengi wako na shida za tumbo 30% ya students ambao amba wako pale shuleni wengi wanalalamika kwamba mimi nakula special diet. Siwezi kula maharagwe, siwezi kula githeri, siwezi kula mkate asubuhi, niko bloated kila wakati hmm. Wengine pia kuchomeka tumbo, ukiungulia, watoto wengine pia kutapika, wengine choo hawaendi vizuri, wengine ni nikuharisha, kula chakula kidogo anapata anaharisha. So changamoto za tumbo ni ukiangalia asilimia thelathini ni asilimia iko juu sana mm -hmm. Kwani yule mwalimu hana hajafanya haja, haja zile courses za kuhakikisha kwamba anaweza kuhado patients mm -hmm. Yeye mwalimu zile masomo yake amesomea ama amebobea ile, ile nyanja ya, ya masomo mm -hmm. So pale anashangaa, mimi huyu mtoto ni patient. Mm -hmm. Nita nitamhado namna gani, nitaweza kum, kum, kum, kumfunza vipi na nihakishe kwamba afya yake na nani jambo ambalo na, na, changamoto kubwa kwa walimu. Kwa hivyo shuleni tunapata 30% ya wanafunzi wako na changamoto za tumbo mm -hmm. Uh, adults, ama watu ambao ni wazima utapata kwamba asilimia 60 mm -hmm. ya watu ambao tuko nao huku, hata hapa kwa studio, ni ukaangalia tukaitwa wote hapa, utapata asilimia 60 ya mtu atakwambia mimi sikuli mahalagwe ngine anakuambia mimi siku mawiki sili Mm. Mimi, ah, kibadani siwezi kula nitahalisha. Mm. Mingine ya kuambia, eh, hey, mi breakfast tumiange, tumbo yangu nikitumia chote hata maji. Mingine maziwa pia si mimi. Mm. So unapata wengi wako na matatizo mengi ya tumbo, na siku ya leo ndio ningetaka tuweze kudemystify ama kuweza kuziweka wazi mm. Tujue ni matatizo yapi ambayo yanasumbua watu sana, mm -hmm. tujue ni kiwango gani kama vile tunavyozungumzia, na pia tuelewe kwamba tutaweza kujikinga vipi na wale ambao wasipokuwa wanajikinga ni, ni, ni athari gani ama complication ambazo zinaweza kuja pale awali na pia tuzungumzie kuhusu myth. Mm -hmm. Unajua kuna ma, eh, yale maneno ambao unasemanga pale nyumbani eh. Mm -hmm. Sijui huyu amelogwa ame sijui alifanya nini lakini yote ni ma, dhana. Yote ni dhana tu, so ni mambo ni mengi pale na tunapozungumzia 60% ya population. Mm -hmm. Kusema kwamba wako na shida za tumbo hiyo, mm -hmm. ni nambali pia ambayo ni juu sana. Ni kusema kwamba kukiingia katika matatu kuna watu ambao hawawezi kusafili wanafungua kioo hmm. kwani ile dirisha afungue tu ndio hewa ingie, wengi utapika hmm. wengi hawezi kusafiri kwa muda mrefu, wengi nunua zile suits, kwa hivyo inakuwa ni tatizo la tumbo. Tumbo, uh -huh. so kuna wengine shelehe wakienda, sasa hizi tumefika wa, ule msimu wa festivals uh -huh. wakati wa shelehe hata hata wengine wanapata watoto wa, wa, wa, wa, wa washangaziako wa kwa mwingine mnasema wana maringo wakulangi kwa wenyewe, anasema ule hawezi kula mahali wa watu na kulanga tu kwao lakini ujui si ati yeye anakataa kula kwenu ya madharau ama ya malingo, lakini ni zile changamoto za za intolerance ama mambo ya, ya mfumo wa mnyenyenyo wa vyakula ama vile chakula inavyosiagwa. Unapata wengine wako na issue za intolerance, akikula tu mahali kwa sherehe, yeye shida yake tu dakika imembana atapata kwamba anachomeka. Wengine hata uharisha. Sio kama ushamuona mtu ameingia kwenye hoteli. Kwanza kitu ya kwanza kuhakikisha kwamba anajua mahali washroom iko, aelele kwanza afike ama kwa kwa ajue Hmm. Anajua tu anapoweka chakula yote kwenye mdomo anaharisha tu. Hmm. Kuna wengine pia akiamka asubuhi anaweza kwenda haja kubwa mara tatu anaenda kidogo, ili tunasema ni semi formed ama ile choo ambayo haijajitengeza vizuri, anaharisha tu. Wengine dakika mbili anakimbia kwenye choo, wengine ndeka, na, na si choo ile ya sawa sawa, ni choo kidogo tu, nasikia imeumbana, lakini ni choo kidogo anaenda. Mm. Wengine pia constipation mm, kukosa choo. Mm, na sijui kama watu wanaelewa kwamba kwenda choo si jambo la kawaida si kawaida kwenda choo. Kwa nini? Uka, ukaenda choo unafaa kumshukuru Mungu, kwa wale ukapata, watakwambia pale wale watu ambao wako na uwezo wa kwenda choo ya sawasawa, hatufiki hawafiki asilimia thelathini. Ukisema kwenda choo sawasawa hmm. Unamaanisha nini watu wengi... mwanadamu wanafaa kwenda choo mara ngapi kwa siku? kulingana anakula namna gani, mm-hmm, kulingana chakula. Unajua kama huli basi utaenda choo mm-hmm, lakini kama unakula vizuri, unakula zile tunasema unakula mara mbili kwa siku, unafaa kwenda at least once a day. Mm-hmm, ukiweza kwenda mara moja uko sawa, lakini kuna wale pia wanaenda, wanaweza kwenda mara mbili. Mm-hmm, ukaenda mara zaidi, utapata mwingine anaenda mara nne kwa siku, bado changamoto. Kuna ule mwingine anafika siku mbili tatu hajaenda choo, bado ile changamoto. Kwa hivyo wale watu ambao wanaenda choo ya sawa sawa, ndio tunasema ni minority. Ndio, ndio, si wengi wa, ha, wako asilimia thelathini ya population hmm, ndio wanaweza kwenda choo vizuri, ambayo haina shida yoyote, si ngumu, haharishi na naenda mara, kila kila siku anaenda mara moja ama mbili, hmm, bila changamoto yoyote. Hmm. watu wengi kwenda choo, wengi, asilimia kubwa ni wale wako na constipation. Constipation si choo haswa kuwa ngumu, lakini ukosefu wa choo. Hmm, unapata umefika siku ya kwanza ya pili ya tatu unja igia chooni. Wengine anafu, unakula tu, tu eh. Hmm. Anafungua tu tisho pale anaingia kwenye kwenye choo, anakalia bakuli, anaekelea tisho yake pale juu, anarudi hakuna chochote, gesi ndio yatoka. Hata familia nyingi wanagobana kila wakati, unaharibu tisho nyumbani, unafanya hivi, kwani unakata tu ukifika po chooni hakuna chochote gesi tu ndio yatoka na ni changamoto ambalo ni sawasawa sawa. Mm, daktari tuje hapa katika hizi asilimia mm, umetuambia asilimia thelathini ya wanafunzi mm, wanakabiliwa na matatizo ya tumbo mm, pengine tuseme ni vitu gani ambavyo vinaweka hawa wanafunzi mm, kuwa katika hatari ya kupata haya matatizo ya tumbo kabla tuje kwa watu wazima mm, ambao ni asilimia sitini. Kwanza tuelewe mwanafunzi yeyote ako pale shuleni ametoka katika familia fulani mm -hmm. na ametoka katika nyum..., kwanza wale wako boarding school ametoka maybe ametoka kama ametoka Nairobi mwingine, mm -hmm. anaishi Kayore, mwingine anaishi Mathare, mwingine anaishi mahali hakuna mambo ya sanitation iko chini sana, so wengi hawapati maambukizi shuleni na pia kuna wale ambao wataenda na maambukizi kutoka nyumbani wapeleke shuleni mm -hmm. Waambukize wengine mm -hmm. Kwani matatizo ya tumbo mengi ni tunasema ni ni, ni waterborne diseases ama ni, ni yale cho, yale ni, uh, ama ile ile unaweza tu kupitia tunasema fecal mouth route, njia ya kupita kwenye njia cho hadi kwenye mdomo mm -hmm. Ile uchafu ya njia cho inapofika kwenye mdomo mm -hmm. Wakati mwingi tunasema kwamba inaweza kuleta yale maambukizi ya tumbo, na hiyo ndio bado asilimia kubwa sana yale magonjwa mengi ambayo yanajulikana kama vile cholera H. pylori, amoeba E. coli, uh, taicomonas ziko mingi zile, zile infections maambukizi yenye ambayo, enye, ambayo itakuwa kupata kwenye utumbo ambayo mengi hutokana na chakula ambazo tumekula nini, mm. chakula ambazo tumezitumia, na hapo ndio utakuja ku, kuangalia. Wakati wa COVID wakati tulipata zile ile janga la COVID, matatizo ya tumbo yalikuwa yameenda chini na asilimia na hamsini. mm-hmm. kwani tulikuwa tumebadilisha menendo yetu watu walikuwa na, wananawa mikono, watu wako wanakula ovyo ovyo, wengine walikuwa wameshajua jinsi ya kupikia vizuri nyumbani. Wanaume wengi, unajua, wakulangi nyumbani juu ya, ya, ya, ya makazi mm. Wengi hupata kwamba mahali ambapo wanakula ni kulingana na utajipata wat, mchana ukiwa wapi. So wale ambao wako shuleni, wanafunzi, maambukizi mengi wataipata nyumbani lakini kuna ile asilimia kama kumi ambayo watapata yale maambukizi kutoka shule, mm -hmm. kupitia kwa wale ambao wako na zile yale maambukizi kama vile H. pylori mm -hmm. na amoeba mm -hmm. mtoto na walimu atakwambia kwamba watoto wengi anapopimwa tu anaposema tumbo ndio inaniuma, nini, aenda kupimwa choo atapata kwamba yuko na uh, H. pylori infections. na hiyo ndio chanzo kikuu H. pylori kwa zile mm -hmm. maambukizi ya tumbo tunasema zile inflammation za tumbo ama maambukizi ya tumbo tunaweza kuigawa katika vikundi vitano. mm -hmm. Kikundi ya kwanza tunaita type A ndio tunasema ni H pylori mm -hmm. bacteria ama gastritis, eh? mm -hmm. Ya pili inaitwa elusive mm -hmm. gastritis. Elusive ni momonyoko. mm -hmm. Ya tatu ni reflux mm -hmm. ama ile tindikali kurudi kwenye koo. Nyingine inaitwa stress gastritis na nyingine ni autoimmune gastritis. So yale maambukizi, zile vikundi vitano. Utapata mmoja ambaye ni mwanafunzi hey, a amekuja, amekuja shuleni akiwa na yale maambukizi ya H. pylori. Uh -huh. Haya, wan, wengine watashia vijiko. Uh -huh. Wengine w wata, wata, wata, wata, yani, kuna mahali tu hataweza kunawa mikono vizuri pale shuleni akiingia kwenye choo ataendelea alafu endelee kula chakula na pia wengine atakula chakula watumia sahani moja ama kijiko moja, yale, yale mate pia itaweza kufanya yale maambukizi kwa, kwa ni njia za kupata yale maambukizi. Tukasema kwamba unaweza kupitia kwa chakula ambazo hatujaosha vizuri, kutonoa mikono, kutumia vijiko ambazo tuna share, na pia wengine hata kubusu, kupitia mate. Ukiwa na mate ukiwa na H. pylori un, un, un, unipige busu. Utaweza kunipata yale, utapata yale maambukizi. Na hapa ni utapata familia nyingi. Bwana alikuwa na H. pylori. mm -hmm. Sasa hizi bibi yake yuko naye, watoto wake wote wako na H. pylori. Hata yule manager wa nyumbani. Unapata kila mtu kwa hiyo nyumba, nasema chai tumbo yangu. Unaenda kupimwa wote, unapata maambukizi mm -hmm. ya H. pylori. Kwani ni, ni jambo ambalo tunaweza ku, ku, kutoka kwa mtu mmoja hadi mtu mwingine. Kwa hivyo mm -hmm. shuleni tunaweza kuangalia kwamba kuna mambo ambayo <coughs> kama kama walimu wa pia na wale management ya shule kuna mambo ambayo tunaweza kuyafanya mm -hmm tuweze kuwakinga wanafunzi wetu kutokana na maambukizi. Kitu ya kwanza kama mtoto ameweza kupatikana yuko na, na maambukizi yoyote ya tumbo, akisha kwamba ametumwa nyumbani aende atibiwe vizuri, mm -hmm. na vizuri na na arudi nyumbani akiwa ameshapimwa kujulikana kana kwamba infection zenyewe zimeisha. Kama ni H pylori ilipatikana nayo aende nyumbani akisha kwamba ametibiwa vizuri na akisha maliza yale madawa ha, apimwe tena, ndio wakati anaporejea shuleni akisha kwamba zile maambukizi ya H. pylori haiko tena. Kama mm, ni amoeba vilevile kama ni ya, ya magojo yote ya maambukizi ya tumbo yote kama ame, patikana na tumbo nyumbani, atibue vizuri narejee. Na hapa ndio niliwaambia, tukianza show nikawaambia uh, wazazi, okay, hii ndio muda mzuri sana mwafaka zaidi, mm, kwani haya yote shida zote za tumbo mama maambukizi ya tumbo utapata yengi, mengi yatakuwa yanabatana na diet, ch chakula Mm -hmm. na kuna zile dawa unapewa, unapewa na una daktari anakuambia hii ukule, lakini kama wee ni mwanafunzi mm. So, we na, na umefika nyumbani uko na maambukizi, mwambie mzazi, saa, hizi, hizi, hizi, miezi ya kwanza kwanza mmefunga shule ndio upate muda mzuri sana wa kuweza kupata ya matibabu na pia nyumbani utaweza kuangalia chakula sh, mm. ukija kwangu mimi ukija kwenye kliniki zetu pale Riro nitakwambia, hey, wewe usikule mkate usikule usikule processed food, usikule maharagwe. Kuna, kuna chakula ambazo utaambiwa uta kwamba usitumie, lakini shuleni hutaweza mm. kufuatilia, kwa hivyo okay. Hii ndio nafasi mzuri sana. Na hata kama mtoto si mgonjwa mm. ni jukumu la mzazi, mahali pote ulipo ingia kwenye kliniki karibu na wewe. Hata we peana choo, mzee wako peana choo, sasa peana choo hata kama wewe si mgonjwa, hata si mgonjwa eh. Uende uangalie, watu wengi ambao tunakuja kujua kwamba wako na H. pylori na wengi ambao wanapona kabisa ni wale ambao hawana dalili yoyote. mm -hmm. Niweze kupona hichi pylori sawasawa. mm -hmm. Nenda hospitali wakati haijaleta madhara yoyote kwenye tumbo. Wengi ukimbia hospitali wakati ameshatumia antacid zote ameweza kujitibu, anaenda over the counter, ametumia. Sasa umezungumza sana kuhusu hii H pylori mm. Pengine dalili zake ni zipi? mm. na kuna hapa umesema kwamba wengine uh, hawaonyeshi dalili mm. Sasa utajuaje kwamba una hili tatizo? Tuangazie uh, moja baada ya moja, tuseme H pylori na uwezekano wake ni upi wa mtu kuupata, kupitia njia gani? Uh, dalili ya kwanza H pylori ki, mm. kichefuchefu Inyuzia. unasikia kutapika mm. kitu ya pili kula chakula chochote, unapata una kwamba umejaa gesi kwenye tumbo mm -hmm. Cha tatu tindikali kupanda, acid reflux ama kiungulia mm -hmm. Nyingine ni kana kwamba unakula chakula, unaumwa na tumbo, ukiwa najaa unaumwa na tumbo, unashangaa. Yani hakuna wakati wako mzuri, ukiwa najaa unajisikia kwamba tumbo yako inajaa moto na ina uchungu mm -hmm. Kisha wakati umekula chochote, unapata kwamba tumbo inakuuma inakubana na imejaa gesi. Nyingine ni kuharisha baada ya chakula, na wengine pia kupata kukosa choo baada ya chakula. Sasa huwa ni kitu gani kinafanyika ndani ya tumbo mpaka, mm. ikasemekana mtu ana H. Pylori? swali nzuri. mm. Aa, wakati umepata maambukizi ya H. Pylori, lining yako ya tumbo ama ile sehemu ya ndani ya utumbo, mfumo wako wa tumbo ina makamasi ambayo tunaita mucosa membrane ama zile kuta za tumbo, wanga zina ile lining ambayo ni ya makamasi its major like ikifika pale ina cause inflammation ama ina inaweza ina kuyaondoa kuya ile ile lining halafu eh? mm -hmm. Unaipata kwamba ile maambukizi ya gastritis Ga actually gastritis si gesi si, kama vile watu wengi kufikiria. mm -hmm. Ukisema gastritis mtaona ni kama ni gesi. mm -hmm. Si gesi. mm -hmm. Uh, tumbo kwa kitaalam tunaita gastric. Okay, so wakati imepata maambukizi inaitwa gastritis inflammation of the gastric area. mm -hmm. Ile maeneo ya utumbo. mm -hmm. imepata maambukizi yale ma, ile makamasi inapoondoka ama unapopata ile mmonyoko utapata kwamba kuna, kuna zile kazi ambazo ile lining inafanya. Kitu ya kwanza ama ile jambo la kwanza ambalo uh, ni shughuli moja ni, ni kuhakikisha kwamba inatoa ile enzymes za kusiaga chakula mm-hmm. ile hydrochloric acid ambayo inasaidia sana kuyeyusha chakula na kuisiaga. mm-hmm. kitu ya pili inakuzuia kutokana na maambukizi inatumika kama protective tissues. So ukipakula chakula ambazo iko na contamination, unapata kwamba hutapata infection mara kwa mara. Ile makamasi itakuwa inatoa hivi sasa. Yeah, yeah. Yeah. Itakuwa, itakuwa imefanya work, itakuwa imemask mm -hmm. Lining yako ya tumbo kwa hivyo hutaweza kupata maambukizi kihorera mm -hmm. Kitu nyingine inafanya absorption ama inafyonza mm -hmm. vitamini B12 ambayo inasaidia kwenda kutengeza damu ama red blood cells mm -hmm. Kitu nyingine ina pia inaku, inakuzuia usichomeke na ile tidikali mm ile asidi. Kwa hivyo wakati haiko zile shughuli zote nne nimezitaja, hazitafanyika, so dalili zitaanza pale, kwani imetoka ime. Kwa hivyo digestion haitafanyika vizuri mm -hmm. Kwani ile enze, zile enza za kusaga hazitakuwa sawa sawa. So utaanza kula chakula unakuwa bloated. Kitu nyingine utakuwa unachomeka tumbo kwani wanga inakuzuia usichomeke. Kitu nyingine inafaa kufyonza Vitamin B12 na madini mengine ndio kasaidie mwili hapo, ndio pale utapata mtu ameambiwa yeye amepata pernicious anemia. Kuna wale pia upata kizunguzungu, kuna wale upata blurred vision, anapata macho yoni vizuri, anasikia kana kwamba amekula, mpata yeye ni mnyonge, anasikia uchovu baada ya chakula mm -hmm. na pia kuna asubuhi tu, sijui kama watu wengi atakwambia kwamba mimi saa tisa usiku sijui tumbo yangu itajuaje saa tisa lakini ikifika tu saa tisa tumbo yangu inaanza kuniuma mimi, huamka tu na tumbo. Hata kuna wale ambao waendea chakula usiku, kuna mtu anakuambia, mimi ikifika saa tisa lazima nikimbie jikoni, nitafute chochote nile. Wewe umesababishwa na nini? Kwani okay, zile chakula ambazo ziko katika the gastric area ambayo tumesema ni utumbo wa chakula, wanga imechanganyika ime, na ile tidikali ambayo ndio hydrochloric acid na ndio iweze ku, ku kusia kusiaga lakini, napomaliza maliza digestion inaingia kwenye utumbo mdogo ambayo tunasema ni duodenum, mm the upper part of the small intestine. So pale ha, hakuna ile asidi, na wakati mwingine utapata uko na zile inflammation kama duodenitis, ama iwe yenyewe bado imechomeka. So i, i, ile ile asidi ama chakula ambayo iko na asidi ikifika pale bado inachoma zaidi. So pale ndio watu watakwamia, mimi saa tisa usiku tumbo yangu katikati ya kitovu nasikia uchungu sana kwani kuna zile inflammation za duodenitis bado ni, ni maambukizi ambayo pia H. pylori inaweza kuwa imeleta mambo. Mm. mengine watu utakwambia ni kuumwa na kichwa, na watu wengi wata, wataweza kukili kwamba wametumia dawa za painkillers zote wamejaribu, anakuambia mimi daktari, nimetumia hii nimetumia ile, lakini tumbo yangu kichwa yangu bado inaniuma kwani H pylori bado italeta ita, ita zile dalili. Sasa tumbo linahusiana vipi na kichwa daktari? mm -hmm. Swali so, nzuri pia haya, tukiendelea na tulisema utapata H pylori then ilete gastritis. mm -hmm. Kutoka gastritis aina ingine ya gastritis inaitwa chronic gastritis, mm -hmm. ama chronic superficial gastritis. mm -hmm. Hiyo ime, imeenda shule sasa, imeenda imeenda secondary sasa, imeenda klasi nyingine. mm -hmm. So utapata juu ya kutumia antacid kwa muda mrefu unajua. mm -hmm. Watu wengi wakishapata kwamba tumu inawauma, wanapata kwamba anapa, anajagesi kiungulia, wengi ukimbia kwenye duka alafu wananunua zile antacids hmm, ambazo tunaziita PPIs hmm. PPI kwa ni kimombo zinaitwa proton, proton pumps inhibitors hmm. Proton pumps ni, ni kwenye lining yako ya tumbo kuna zile proton pumps ambazo wanga zina pump out hydrogen ion ama ndio zitoa ile hydrochloric acid, wakati umemeza inaenda inafunga hizo pumps hmm. So ile tidikali haitoki Mm -hmm. So unajipata kwamba wewe sasa umesikia uko raha, uko sawa sawa mm -hmm. Ile maumivu makali yameisha lakini ujue nayo ile tidikali ambayo ilikuwa inafaa itoke, kuna kazi yake ilikuwa ifanye mm -hmm. So hiyo kazi pia haifanyiki mm -hmm. Shida za indigestion, intolerance na malabsorption zinakuwa pale. Haya. Then chronic gastritis wanga inaleta dalili mahali pengine uh, ambapo si tumbo kama vile kifua diaphragm, mgongo watu wengi utibua pneumonia by the way, watu mm, wengi. Nakwambia daktari, imekuwa nimekitibua ma pneumonia kwa muda mrefu. Kwani inakudunga hapa, inadunga hapa, naskia kama kichomi, e, naskia, naskia hapa. Mm. Inapitia kwenye matiti mbavu, alafu pia kwenye mgongo hapa mm -hmm. Wengi wanakunywa dawa za pneumonia, wamezitumia wa mama wengi wamefanya mammogram matiti na uma mm. ya kushoto hii inakuuma. Wengine akitoka kanisani pale amefika nyumbani, atoa bra kabisa, hataki kusikia bra karibu na yeye. Kwa nini anapata? Ni tatizo la tumbo. Yeah, tatizo la tumbo. Daktari, naona tumefikia mahali pazuri sana, manake dalili hizo ni dalili ambazo kuna watu wengi sana wamekuwa wakilalamika. Kwa hivyo naomba twende kwenye mapumziko mafupi, tukirudi tupate muda mzuri tu wa kuendelea kuchambua hali hizo. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi alafu muda usiokuwa mrefu tutarejea. Basi utakuwa una swali lolote, ungependa kumuuliza daktari, fursa ndio hii. Leo ni wewe na daktari na mimi, muulize daktari kile ambacho unaona kwamba kina kusibu, lakini naomba tuzingatie kwamba leo tunazungumzia matatizo ya tumbo, magonjwa ya tumbo. Nambari zetu za arafa ni 22422 iwapo utakuwa una tatizo lingine, tuliweke kwa wakati mwingine. Leo tuangalie zaidi matatizo ya tumbo. Daktari yuko hapa, ataweza kukupatia usaidizi. Usende mbali, hivi punde Jukwaa la Afya linarejea.